Ile gari Toyota Land Cruiser ambayo ilikuwa imebeba wale masista ilikuwa ikitokea huku eneo la Kigogofera, ilipofika eneo kili, dereva wa hiyo gari pasipo kuchukua tahadhari, aliahama kwenye barabara yake na kwenda upande wa kulia. Alipokwenda upande wa kulia mwa barabara ndipo akakutana na hiyo lori ambayo ilikuwa linakuja upande wake kwa mbele. Dereva wa lori amejitahidi kumkwepa kwa kuhama kwenye barabara na kwenda upande mwingine, kama ambavyo ilionekana, na dereva huyu wa gari Land Cruiser akiwa ameshahama kwenye eneo lake, naye akahama tena zaidi upande wa kulia, nadhani akidhani kwamba anazidi kumkwepa, ndipo ajali hiyo imeweza kutokea kama unavyoona ajali za magari haya mawili kugongana, tukio hilo linafanyika katikati ya barabara. Ajali imetokea nje ya barabara, wakati dereva lori akiwa amehama kumkwepa huyu aliyendukuza, lakini aliyendukuza naye akana jitahidi kukwepa kumkimbia huyu asiweze kugongana uso kwa uso, lakini ndipo zimeweza kugongana uso kwa uso na kuleta ajali hii mbaya. Lakini pamoja na hayo, barabara hii hii alama tulionayo hapa barabarani inakataza dereva anayetoka upande wa huko chini Kigongo Ferry kuovertake kwa sababu kuna mwinuko, na hii alama inamkataza kabisa kufanya overtake ya aina hiyo. Ndio maana tumesema ajali hii ni uzembe wa dereva ambaye bahati mbaya fariki pia, alikuwa akiendesha gari Toyota Land Cruiser mali ya shule ya sekondari ya wasichana Pengine kamanda, kwa msisitizo kwa madereva, kilicho kwamba awali ulizungumza nini? Ambacho nasisitiza hasa kuzingatia alama ambazo ziko kwenye manyamba mbele ya barabara. Sisi jeshi la polisi mkoa wa Mwanza tunazidi kuwakumbusha watumiaji wote wa barabara kuhakikisha kwamba wanafata sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani, lakini pia wazingatie alama zilizowekwa barabarani ambazo zote hizo kama nilivyotaja zinasaidia kuzuia ajali. E, ni lazima tufuate sheria na kuwe na utii wa sheria pasipo kushurutishwa. Lakini sisi jeshi la polisi tutaendelea kuchukua hatua kwa madereva ambao hawafuati sheria kwa kuwalazimisha kufuata sheria, ikiwa ni pamoja na kuwachukulia hatua kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za sheria ya usalama